Naam kabisa, hilo ni gari aliopanda wachezaji wa Waliete Dibanguela kutoka Angola mara baada ya mchezo kutamatika, Afrika, wa kutamatika Dar es Salaam Yanga Africa akiibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri na kifuzu kwenda hatua inayofuata kwa jumla mabao matano kwa sifuri. Hilo ni gari la wachezaji wa Waliete Dibanguela kutoka Angola liko silence kwa kuanza safari ya kwenda hotelini. Eh, kama unavyoona ni wachezaji wa Walete Bangwela wapo ndani ya hilo gari eh, wametoka kupoteza mchezo mwingine wa pili wa CAF Champions League qualify, eh, mabao mawili kwa sifuri. Hii ni Sanga Media TV, usikose kushare, kucomment, kulike, kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata matukio yetu eh, ili iliwe wa kwanza kupata matukio yetu. Hii ni Sanga Media TV. Asante.